Kabisa, mchungaji anahubiri, kama kijana ana hofu ya Mungu, anachati na mpenzi wake kwenye simu. Yaani, baada ya mtu anachati kwenye mpenzi wake kwenye magrupu ya WhatsApp, kwenye Facebook. Acha hivyo vitu kama kijana, unajiletea laana, na ndio maana unajiangalia, kwa nini ufanikiwi, upati kazi, una ajira ya maisha, yako ni magumu yani kila unapoenda kutafuta kazi upati kazi, kila unapo nini unakataliwa. Hii ni kutokana umemkosea Mungu. We upo umechukua simu yako kali unaanza kuchati, pastor anahubiri kwenye anahubiri kule kwenye nini, kanisani, afu wewe chati na mpenzi wako, unajiletea laana. Unapoenda katika nyumba ya Mungu, zima simu, usibebe laana. Zima simu, sikiliza ibada. Baada ya ibada, ndio uache uwa, uwashe simu uanze kuongea na huyo huyo mpenzi wako Wananielewa? Kwa jitahidi wewe, una heshima unapokuwa katika nyumba ya Mungu, amen, inakuwa ni hivyo. Kwa unapoenda kanisani zima simu, baadaye simu utaiwasha baadaye. Unapoenda kanisani, haijalishi timu yako inacheza, unaipenda timu yako ya mpira hiyo, timu yako ya mpira eka nyuma, ifunge kabisa, endelea na ibada. Ibada ikisha, ndio utaendelea nayo simu vyako Isitopishe, endelea na ibada, endelea na maombi mpaka maombi yaishe ibada yaishe, au mambo mwingine ndio ataendelea. Ila sio eti ibada inaendelea, unatoroka kwenye ibada, unaendelea kuangalia movie, unatoroka kwenye ibada, unaenda kuangalia sijui mpira. Hiyo haipendezi haitakiwi, ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Tuheshimu muda wa ibada, tuheshimu ibada, tuheshimu maombi.